Mafuta, chumvi vipungue. Punguza pia nyama nyekundu, sukari pia ipungue. Afya yangu mtaji wangu, mana <tukatua> eh, tiba ya mapema. Gonjwa saratani, tiba ya mapema weza kulongwa tatizo kabisa. Maadhimisho haya ya wiki ya magonjwa yasiyo ya ya kuambukiza yanatukumbusha umuhimu wa kuweza kulinda afya zetu dhidi ya magonjwa mbalimbali yasiyo ya kuambukiza ikiwemo magonjwa mfumo wa hewa, lakini pia saratani, shinikizo la damu, kisukari na magonjwa mengine kama haya. Nyuma yangu hapa ni kundi kubwa la watu ambao wamejitokeza kwa ajili ya kuweza kupima afya zao bure. Zoezi hili limeandaliwa na ofisi ya magonjwa yasiyo ya ya kuambukiza mkoa wa Dodoma. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba afya za Wanadodoma zinakuwa salama dhidi ya magonjwa haya yasiyo ya ya kuambukiza. Utakwenda kumsikia mratibu wa magonjwa yasiyo ya kuambukiza mkoa wa Dodoma anayapia kutueleza katika hatua za mafanikio katika wiki hii ya magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Mimi naitwa Amos Mwakitalu na hii ni elimu ya afya kwa umma, dara ya kinga. Baki na sisi katika jiji la Dodoma, eneo la, la Nyerere Square jiji uh, kwa kushirikiana na Korea Group of Alumni wameandaa upimaji wa magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza Uh, ambayo yataanza yameanza leo tarehe kumi na mbili yataendelea mpaka tarehe kumi na nne mwezi huu wa kumi na moja. Magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanatokea zaidi kutokana na mtindo wa maisha uh, usiofaa. Uh, mtindo wa maisha usiofaa kwa ujumla unaweza ukakuletea kupata magonjwa hayo yasiyo ya kuambukiza hususani uh, ulaji usio ulaji usiofaa hiyo ni, ni kundi la kwanza ambalo linaweza likapelekea magonjwa haya kuibuka kwa wingi, na tunaona watu wengi ambao wana magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza. Wengi ukiangalia mtindo wao wa maisha, wanaviashiria hivi vya mtindo usiofaa wa unaowaletea kupata haya magonjwa. Magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza yako mengi, lakini yako makundi manne ambayo yanaathiri watu wengi zaidi. Makundi manne ya magonjwa haya yasiyo ya kuambukiza ni pamoja na magonjwa ya moyo. Magonjwa ya moyo ni namba moja kwa kusababisha vifo, lakini ulemavu na, na, na, na, na yanasababisha watu wengi kuweza kutembelea vituo vya kutolea huduma. Lakini kundi la pili ni magonjwa ya kisukari, kundi la tatu ni magonjwa ya saratani na kundi la nne ni magonjwa sugu ya njia ya hewa. Mbali na hayo makundi manne ambayo yanaathiri watu wengi, yako magonjwa mengine mengi yasiyo ya, ya kuambukiza ambayo yako kwenye hilo kundi, ikiwepo magonjwa ya akili, ikiwepo magonjwa ya, ya ajali eh, magonjwa ya selimundu au sikosel, magonjwa ya kinywa na meno na kadhalika, yako mengi kwa kweli. Matumizi ya sigara na bidhaa za tumbaku kwa wastani yana yana athari kubwa katika afya ya mwanadamu. Uh, magonjwa yasiyo ya kuambukiza yanaweza kutokea kwa kiwango kikubwa kwa watu ambao wanatumia, wanatumia bidhaa za tumbaku au sigara. Na tumbaku na sigara kwa sasa i, iko katika aina tofauti tofauti ikiwepo uh, sigara hizi wanasema za electronic e-cigarette lakini pia kuna hizi sigara za sasa wanaita shisha. Zote hizo hazifai kwa afya ya mwanadamu na zina madhara makubwa, ikiwepo kuleta magonjwa ya saratani ya koo, saratani ya kinywa, saratani ya mapafu, saratani ya utumbo na saratani nyingine nyingi. Lakini zaidi ya kuleta saratani, pia yanaweza kusababisha magonjwa ya tumbo kama vidonda vya tumbo, yanaweza pia kusababisha magonjwa katika mifumo wa mfumo wa fahamu, yanaweza kusababisha pia magonjwa katika magonjwa ya moyo ikiwepo shambulio la moyo, lakini pia na magonjwa ya kiharusi kama stroke. Ni muhimu kuachana na uvutaji wa sigara a, a, maana hauna faida yoyote katika mwili wa binadamu. Oh, aliyesimama yeah, mbele yenu naitwa Bryson Lotkiweli, rais wa herufi ndogo wa Korea Global alum Tanzania Chapter. Siku ya leo tuko katikati ya jiji la Dodoma tukitoa huduma kwa kushirikiana na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Wizara ya Afya kuwafikia wananchi wa jiji la Dodoma kuwaletea elimu kuhusiana na namna gani ya kujikinga na magonjwa wasiokuwa ya kuambukiza, kushirikiana na Wizara ya Afya na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwaletea wananchi wa jiji la Dodoma habari njema kuhusiana na namna gani ya kujikinga na magonjwa yasiyo ya kuambukiza. Magonjwa hayo ni kama shinikizo la damu, ugonjwa wa kisukari, saratani za aina mbalimbali na magonjwa mengine ya kiharusi. Hayo yote yanaweza kuzuilika magonjwa haya, endapo wananchi wetu watapata elimu sahihi ya magonjwa haya ni nini, yanasababishwa na nini, na tunaweza kufanya namna vitu gani tuweze kujikinga na magonjwa haya na tumechagua jiji la Dodoma kwa sababu ni katikati kabisa ya nchi yetu, ni mahali ambapo pia takwimu zinaonyesha kwamba magonjwa yasiyo yakuwa ya kuambukiza kwa yako kiwango cha juu ukilinganisha na maeneo mengine kulingana na tafiti zilizofanyika katika nchi yetu kwa siku za karibuni. Kwa siku ya leo, tukiungana na wizara ya afya pamoja na sekta ya afya katika mkoa wa Dodoma, tutaweza kutoa fursa kwa wananchi kupima magonjwa ya sukari, mm, shinikizo la damu na pia kutoa hamasa ya namna ya kula chakula bora kujikinga na magonjwa mm, haya yasiyoambukiza, okay. E hey, wa kwamba wananchi wanapata fursa ah, ya kupata matibabu kwa wakati kujua afya zako, lakini ni kupanda mbegu kwamba magonjwa haya yanaweza kuzuilika na endapo sasa wananchi watajenga utamaduni wa kufanya mazoezi kula mlo sahihi kwa wakati sahihi. Mratibu wa huduma na elimu katika maeneo ya kutolea huduma kutoka Wizara ya Afya, Simon Nzilibili na yeye pia amezungumza nasi katika wiki hii ya maadhimisho ya magonjwa yasiyo kuambukiza, hususan kwa watumishi wa Wizara ya Afya, ambaye yeye amekuwa akihamasisha zaidi ya watumishi wa Wizara ya Afya kuachana na tabia bwete muda baada ya kazi na kufanya mazoezi. Hili lina faida gani kwa watumishi hawa? Naitwa Simon Nzilibili, mratibu wa elimu na hamasa ya afya maeneo ya kutolea huduma katika maadhimisho haya ya wiki ya kuzuia magonjwa yasiyoambukiza kidunia aa, na Kitanzania, kwa maana ya taifa letu. Kama mratibu wa elimu na hamasa ya afya maeneo ya kutolea huduma, tunaendelea kuwahamasisha Watanzania wenzetu, hususan ni watumishi katika maeneo yote ya kutolea huduma na maeneo ya kazi, ikiwemo vituo vya huduma za afya maofisi yetu mbalimbali mbali, taasisi na maeneo yote ambapo kuna mkusanyiko wa watu na watumishi, tukitoa huduma kwa Watanzania wengine, tunaendelea kuwahimiza na tunaendelea kuhimizana pia kuangalia namna ya sisi pia kuendeleza afya bora kwa kujikinga na magonjwa yasiyoambukiza. Moja ya mikakati tunayoendelea kuihamasisha na kuiendeleza na kuwaita jamii ya watumishi wote tuweze kuiendeleza ni ni, ni mazoezi mazoezi. Tumeona kwa kiasi kikubwa sana yanaweza yakaimarisha hali ya afya ya miili yetu na kutufanya tuweze kuwa imara siku zote kuchapa kazi katika majukumu yetu tunaoyafanya katika ofisi tunazohudumia Watanzania, lakini na sisi kubaki salama katika hali ile ya utimamu wa kiakili katika kutekeleza majukumu hayo tuliyopewa na serikali kuyatumikia kwa niaba ya wa Watanzania wenzetu. Lakini jambo jingine la pili katika kuendelea kujikinga na kudhibiti magonjwa yasiyoambukiza ni kuangalia lishe. Lishe pia ina mchango mkubwa katika kuimarisha na kuendeleza afya ya Mtanzania mmoja mmoja, mchango wake ni mkubwa. Kwa mathala ni kwamba katika utumiaji wa vyakula hivi tuangalie katika kubalansi katika yale makundi yote au kuweka uwiano sawa wa makundi yote yale yanayo yanayoelekezwa na wataalamu. Matumizi ya mboga mboga kwa wingi, kwa maana ya azile, zile vile vyakula vya jamii ya mikunde matumizi ya, ya matunda kwa wingi eh. matumizi pia ya protini kwa wingi, matumizi ya wanga kwa kubarasi. Kwa hiyo kutumia vyakula hivi vyote katika uwiano ambao unakubalika na, na wataalamu itakuimarisha na itakufanya uwe na afya uh, bora siku zote na utaweza pia kuwa na mwili na afya ambayo itakufanya uweze kutimiza majukumu yako kwa, kwa, kwa, kwa, kwa ufanisi mkubwa zaidi. Jambo jingine ni utimilifu wa kiakili utimamu wa kiakili, kwa maana ile afya ya akili yenyewe kwa ujumla wake, tunayependa kuendelea kuwahamasisha, unapoona una msongo wa mawazo, ongea, ongea na wenzio, shauriana na wenzio, lakini ukiona hali na kuzidia, tafuta wataalamu muweze kushauriana na kupeana elimu ya hapa na pale iliweze kurudia katika hali yako ile ya kawaida kwa ajili ya kuendelea kutekeleza majukumi yako. Nao baadhi ya wananchi waliojitokeza kupima afya zao hapa Dodoma wana yapi ya kuzungumza? Ni kwa jina naitwa Estereda Wami, nimetoka Swaswa, tulitangaziwa kwamba kuna wataalamu wa afya wanapima afya wako hapo kituo cha Nyerere Square. Nilivyokuja tumeelimishwa kwamba magonjwa yasiyoambukizwa ya pamoja na sukari, shinikizo la la damu, kansa ya kizazi na kansa ya saratani ya ziwa. Tumeelimishwa kwamba inatakiwa tujihadhari haya magonjwa jinsi ya kuyapata tumeambiwa kwamba tujihadhari kwenye wengine, kwenye chakula mengine, kama umepata hilo gonjwa, unaweza kulifanyia mazoezi, kama gonjwa kama la nini, kama presha, unaweza wametuambia jinsi ya kujikinga nani na, ya, ya, ya kutumia vyakula vyakula, tutumie vyakula kwenye presha vyakula vya kutumia tumeelimishwa na tufanya mazoezi kupima afya mara kwa mara. Aitwa Rukia Msafiri Rangwa, ni mkazi wa Dodoma mjini, naishi cha ng'ombe. Kupima afya ni muhimu kwa sababu mimi naweza nikawa nasema mimi ni mzima, kumbe nina sukari, nina pressure. Sasa kama hivi nimehamasika kupima afya Naweza nikasema na mwingine naenda kapime, au we umekaa nyumbani. Wametuhamasisha, wamepita, wametangaza, kwa nini nikae? Afu kwanza, cha kwanza serikali imesema mpime bure. Labda mi naogopa, sina kipato kikubwa cha upima, naenda napima, labda malaria, wenda kuna gonjwa limejificha. We hapo tuhamasishane, ambaye mwingine labda yuko nyumbani, kamwona mama Halima kapima, mbona mwenzangu kaenda? Wengine wanaogopa tu, ah, mnaenda kujanzana bure, sio? Hapana. Tuhamasike, tupime afya zetu. Majina naitwa Stanley Asheri Chilewa. natoka kijiji cha Vikonje hapo. Mimi nashukuru kuzungumzia kwangu, ninashukuru sana kwa sababu huduma imefika karibu, inabidi nishughulikie huduma hii niweze kuipata. E, ushauri wangu, ushauri wangu na najitahidi sana kuwashauri watu waende vituo vya afya kwenda kucheki afya zao. Maadhimisho haya ya kilele chake ni tarehe 15 Novemba mwaka huu, tunaendelea kuhamasishwa na kuelimishwa dhidi ya kujikinga na magonjwa haya yasiyo ya ya kuambukiza, ili kuepukana na athari zitokanazo na magonjwa haya. Endelea kutufuatilia kupitia mtandao yetu ya kijamii ya elimu ya afya kwa umma kwenye Instagram, YouTube na Facebook. Mimi ni Amos Mwakitaru, baki na sisi.